Na mimi nawashukuru sana kina mama kwa kutuombea, kwa support yenu, na mimi nataka niwahakikishie we will not let you down. Tutafanya bidii, tutahakikisha ya kwamba serikali ya Kenya inashughulika na maendeleo ya taifa letu la Kenya, na sote tumekubaliana ya kwamba tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya liwe moja. Mimi nawasihi, nawaomba kinamama, musikubali watu ambao wanataka kutugawanya kwa misingi ya ukabila. Musikubali watuchochee mambo ya chuki, musikubali watuletee mambo ya migawanyiko. Sisi ni ndugu moja, sisi ni watu moja wa taifa moja, na sote tutafaulu kwa pamoja. Wamama hoye. Wamama hoye. Tumekubaliana. Tumekubaliana. Tutashirikiana pamoja. Tutawachana na ukabila. Tutakuwa wamoja. Mimi nawapenda sana. Asanteni sana kwa kufika hapa leo. Nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu.